Na Yanga Yanga imeshindwa kutamba kwa mara nyingine katika dimba la taifa baada ya hii leo kulazimishwa sare ya moja kwa moja, na mzunguko huu wa kwanza kwa kundi A la Kombe la Shirikisho Afrika bila ushindi kufuatia kulazimishwa sare ya moja kwa moja na Medeama ya Ghana jioni ya leo uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, matokeo hayo yanayofanya Yanga kuambulia pointi moja ya kwanza baada ya awali kufungwa bao moja kwa sifuri mara ya mbili lifululizwa na Mo Bajaia nchini Algeria na TP Mazembe ya demokrasia ya Kongo. Dar es Salaam pia Yanga yameendelea kukamata mkia kwenye kundi lake, wakati Medeama imebaki nafasi ya tatu kwa pointi zake mbili, nyuma ya Mo Bajaia yenye pointi 4 na TP Mazembe pointi sita. Katika mchezo huo wa leo ulichezeshwa na mwamuzi Ibrahim Nou El Dina aliyesaidiwa na washika vibendera Ayaman Degaisha na Samir Gamda wote kutoka Misri. Hadi wapumziko tayari timu zote zilikuwa zimefungana bao moja kwa moja na kufanya mchezo kuwa mgumu. Yanga walitangulia kwa bao zuri la mshambuliaji Donald Ndombo Ngoma dakika ya pili aliyemalizia pasi ya Mzimbabwe mwenzie Thabit Kabu Soko na kumchambua kipa Daniel Adijaye na kupata bao hilo. Baada ya bao hilo, Yanga walisukuma mashambulizi zaidi langoni mwa Medeama, lakini hawakubahatika kuongeza bao. Medeama wakafanikiwa kuteka safu ya kiungo na kuanza kutawala mchezo na hatimaye kupata bao la kusawazisha dakika 17, mfungaji akiwa ni Bernard Danso akimalizia kosi ya Enoki Ata dej na kufanya mchezo huo kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Ni Yanga hao wakishindwa oh, kutoa kimaso maso katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam.